Nam, tunapoendelea kusafiri katika safari hii ya hekima, leo tunafika kwenye Zaburi 135. Sasa mada eh, kutoka hapa kuendelea katika kitabu cha Zaburi itakuwa hii tu, kumsifu Mungu kwa upendo wake usiobadilika. Nafikiria kuhusu fb Meya, ambaye aliandika zaidi ya miaka mia moja iliyopita, kwamba hapa katika Zaburi 135, mtunga zaburi anaonekana kuchukua maua mazuri kutoka zaburi nyingine na kuyakusanya katika shada moja. Unajua, unaweza karibu kunusa harufu ya sifa katika shada hili. Mstari wa kwanza unasema msifuni Bwana, lisifuni jina la Bwana, toeni sifa, enyi watumishi wa Bwana. Sasa wewe na mimi wakati mwingine tunaweza kusahau kile Bwana ametutendea, na unajua tu kutoa mtazamo wa wazi wakati mtu anakuuliza ah, unaweza kumsifu Mungu kwa nini leo? Kweli, hapa mtunga zaburi hatakupa mtazamo wa wazi, atajaza mapengo. Anawakumbusha Israeli kwanza kabisa kuhusu kutoroka kwao kutoka Misri miaka iliyopita na mkono mwema wa Mungu juu yao, na kwa njia huo, ni ukumbusho mzuri kwetu leo. Unajua, shetani anajaribu kukatisha sifa zako kwa Mungu kwa kukufanya usahau kilichotokea zamani au kuzingatia tu kinachotokea sasa na na inaonekana kama Mungu hafanyi chochote kizuri kwako kwa sasa. Kweli, wacha nikutie kutie moyo kuchukua mtazamo wa muda mrefu zaidi nyuma. Rudi mwaka mmoja nyuma, rudi miaka mitano au miaka kumi. Kumbuka kazi ya Mungu katika maisha yako wakati huo, hiyo itakusaidia katika wakati wa sasa. Sasa hapa katika mstari wa kumi na nne, mtunga zaburi anamsifu Mungu kwamba kwamba atawatetea watu wake na huwaonea huruma watumishi wake. Kwa hiyo ikiwa utamsifu Bwana, utahitaji kuchukua mtazamo wa muda mrefu zaidi nyuma, na kisha unahitaji kuchukua mtazamo wa muda mrefu wa siku zijazo. Mungu atawatetea watu wake. Mungu anaweza asifanye kila kitu kuwa sawa leo au kesho, lakini siku moja kila kitu kitakuwa sawa. Hivi sasa unaweza kuwa unadhulumiwa, unaweza kutendewa isivyo haki isivyo sawa au kwa ukatili. Labda kuna mtu huko nje anaharibu sifa yako kwa umbea au uongo. Basi nakushauri uige mfano wa Nehemia, ambaye aliandika barua wakati mmoja akisema hakuna hata moja ya umbea huo ni kweli, kisha akaacha hapo. Hata hivyo, alinama na kuomba Bwana, imarisha mikono yangu. Kwa hivyo usipande kwenye hiyo rola kwasta ya unajua kujaribu kusahihisha kila kipande cha umbea. Mwachie Bwana akuthibitishie haki. Nikuulize swali: je, uko tayari kuacha sifa yako mikononi mwa Mungu? Je, unafikiri ana uwezo wa kuitunza? Basi kama unafikiri hivyo, unaweza kupumzika katika ahadi hii hapa: Bwana atathibitisha haki ya watu wake. Sasa zaburi hii inayofuata, Zaburi 136 inarudia mara 26 tofauti kifungu upendo wa mungu wa milele hudumu milele. Kwa kweli, karibu nusu ya zaburi hii ni kurudia kwa ahadi hiyo kwamba upendo wa Mungu wa milele utaendelea milele. Sasa zaburi hii hapa pia ni e kile tunachokiita e wimbo wa majibu. Mtu anaimba ukweli kuhusu Mungu na watu wengine wanajibu. Hivyo hapa katika mstari wa kwanza, eh, mwimbaji wa solo anaimba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, na kusanyiko lote sasa linajibu kwa maana upendo wake wa milele hudumu milele. Sasa unaposoma Zaburi hii utaona kwamba kila kitu ambacho Mungu anafanya kwa watu wake kinasukumwa na upendo wake wa milele. Neno hili linarejelea ea eh, zaidi hasa kwa ahadi yake ya agano ya kutimiza ahadi zake kwa watu wake. Na kwa njia ikiwa wewe ni mmoja wa watoto wa Mungu kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo. Mungu anakuwa na shauku sawa ya kutimiza ahadi zake kwako. Pia hivyo mwandishi wa Zaburi anaanza kujigamba hapa kwa namna ya kusema kuhusu nguvu za Mungu, muumba, mwaminifu. Yeye si kama miungu yote ya uongo huko nje ambao hawawezi uona, hawawezi kuzungumza, hawawezi kusonga, hawawezi kufanya chochote. Mungu peke yake ndiye aliye hai na mwenye nguvu. Mstari wa nne unatueleza hapa, yeye peke yake ufanya maajabu makuu. Sasa mwandishi wa zaburi kwa namna fulani, unajua anataja baadhi ya maajabu hayo hapa. Mungu peke yake aliumba ulimwengu. Mstari wa tano, Mungu alitandaza mabara Mstari wa sita Mungu aliumba jua na mwezi, mstari wa saba Unajua, wakati mwingine tunazungumza kuhusu mtu ambaye ni maalum sana kwetu kwa kutumia msemo ametundika mwezi. Kweli Mungu ndiye aliyeutundika mwezi, na hadi sasa wanasayansi wametumia, nimesoma, zaidi ya dola bilioni ishirini kujaribu kuelewa jinsi mwezi ulivyofika pale jinsi ulivyobadilika. Kweli Biblia inatuambia katika Mwanzo sura ya kwanza kwamba mwezi uliumbwa na Mungu siku ya nne. Mungu aliutundika pale, alinena na ukawa. Na kimsingi alilazimika kufanya hivyo ili kudumisha uhai, uhai ambao angeumba kwenye sayari ya dunia. Kwa kweli, bila mwezi dunia ingeyumba kwenye mhimili wake majira yangetoweka, tungekuwa tumefungwa katika baridi kali au joto kali. Kwa kweli, bila mvuto wa mvuto wa mwezi ambao huunda mifumo ya mawimbi na kuendesha mikondo ya bahari duniani kote, bahari za dunia zingekuwa tu dimbwi la maji yaliyosimama. Unajua, mwezi ni kitu ambacho, sijui kuhusu wewe, lakini mimi nachukulia kawaida mimi mimi sifikirii sana kuhusu hilo isipokuwa nikiuona labda wakati umejaa na ni mzuri. ni ni ni ushahidi mwingine wa nguvu na mpango wa upendo wa Mungu. Yeye ni Mungu wetu mkuu, muumba. Sasa Zaburi mia moja thelathini na saba inawakumbusha Waisraeli wakati ambapo kumsifu Mungu ilikuwa jambo la mwisho akilini mwao. Kwa kweli, ilionekana ilionekana kama miungu ya ya mataifa mengine yote huko nje ilikuwa na nguvu zaidi. Mwandishi wa Zaburi anatazama nyuma hapa kwenye uharibifu wa Yerusalemu na utumwa wa Babeli wakati watu waliokuwa wameshindwa walihifadhi vinubi vyao. Watu wa Kiyahudi waliacha kuimba na kuanza kulia. Anaanza hapa katika mstari wa kwanza wa kuandika, kando ya mito ya Babeli tuliketi na kulia. Kwenye mitini pale tulitundika vinubi vyetu. Kinubi kilikuwa ni kinanda kidogo cha mkononi walichocheza. Mstari wa nne unasema tutaimbaje wimbo wa Bwana katika nchi ya kigeni? Sasa kwa hilo mwandishi wa Zaburi anamwomba Bwana alete haki kwa maadui wa watu wake. Kimsingi hapa itakuwa ni Waedomu na Wababeli. Hizi ni mataifa mawili maovu yenye sanamu. Walikuwa wamepora eh, walikuwa wamewatesa watu wa Kiyahudi na sasa ni wakati wa haki kutendeka kwa mataifa haya. Maombi hapa katika Zaburi hii kwa kweli yanatokana na Yeremia sura ya arobaini na tisa hadi hamsini na moja ambayo inatangaza hukumu ya Bwana juu ya mataifa haya mawili, na mwandishi wa Zaburi ataandika kuhusu hilo hapa katika mstari wa nane: Amebarikiwa atakaye kulipa kwa yale uliyotutendea. Amebarikiwa atakayewachukua watoto wako wadogo na kuwapiga kwenye mwamba. Bila shaka, hii ilikuwa ni desturi ya majeshi haya ya maadui. Katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 8 na Hosea sura ya kumi na sasa, bila shaka hii ndiyo iliyofanywa na Wababeli walipoharibu Yerusalemu. Sasa mwandishi wa zaburi hii kwa njia hasihi wa Israeli hufanya vivyo hivyo kwa maadui zao. Anachoombea hapa si kisasi, anaomba haki, haki ya Mungu na naamini pia anaomba Mungu kuwazuia Wababeli wasilete kizazi kingine ambacho kitageuka na kuwatesa watu wa Kiyahudi. Hii ni moja ya zile zaburi za laana. Sasa zaburi hii inayofuata, Zaburi 138, inaanza mfululizo wa zaburi nane zote zilizoandikwa na Daudi. Inawezekana zaidi wamewekwa hapa ili kuwahimiza wahamisho wa Kiyahudi wakirudi Yuda na uhakika kwamba Mungu atatimiza ahadi yake kwa Daudi. Mungu atatimiza ahadi yake kwa taifa la Israeli. Na hivyo Daudi anarudia ahadi ya Mungu kwake hapa. Kwa mfano, katika mstari wa nane, Bwana atatimiza kusudi lake kwangu wanjia. Usiende haraka sana hapa, acha maneno hayo yaingie moyoni wapendwa. Hii siyo tu ahadi ya Mungu kwa Daudi. Hii ni ahadi yake kwako. Mungu atatimiza makusudi yake kwako. Naam, unaweza kuuliza kwa nini? Mstari wa nane unajibu, kwa sababu upendo wako wa kudumu, e Bwana, unadumu milele. Unaona, Mungu hataruhusu mtu yeyote au nguvu yoyote popote katika ulimwengu kumzuia kutimiza kusudi lake kwa maisha yako. Mtume Paulo kimsingi anarudia ahadi hii hiyo miaka elfu moja baada ya Daudi kuandika zaburi hii maalum. Paulo anaandika, nina hakika ya hili kwamba yeye alianza kazi njema ndani yenu ataikamilisha hadi siku ya Yesu Kristo. Hiyo ni kutoka kwa Wafilipi sura ya kwanza mstari wa sita. Hiyo ni njia nyingine ya kusema Mungu hataacha kufanya kazi katika maisha yako hadi siku moja utakapomwona Yesu.